So, kwanza kabisa kipekee nichukue nafasi hii adhimu kumshukuru sana dada yangu Mheshimiwa Halima Dendego kwa kuniteua mimi ili na mimi niwe msimamizi wa mbio fupi hizo za magari ambayo kwa mara ya kwanza yanafanyika katika mkoa wa Singida. Mimi natokea Iringa, lakini wenzangu hawa wametokea Arusha, wametokea Morogoro, na wametokea Dar es Salaam ambao ni washiriki ya sasa kwa mchezo wetu tukizungumzia rally. Rally ni tofauti na michezo mingine tukizungumzia kwa sababu hii mchezo una discipline na sheria. Nadhani nyinyi mmeona hapa sahizi hata wale madereva washiriki ambao wako wameji ome, protect usalama na lazima tunafuata sheria na utaratibu zilizowekwa. So nadhani baada ya tukio letu hili lipisha salama wanaweza kujitokeza vijana ambao wakaa wanapenda mchezo huo. Sisi mchezo wetu liko kwenye vumbi. Ndio maana ikaitwa ligi ya wanaume kwa leo tulipanga round nne kweli mazingira ni mazuri sana. Binafsi nimepapenda sana Singida, lakini pia nimependa uongozi wa hapa, huko vizuri, mapokezi ni mazuri, tumepata ushirikiano mkubwa sana. Na sasa hivi huu ndio mwanzo, kwa sababu sisi tumekaa na Mheshimiwa Halima hapo Iringa. Mheshimiwa Halima ni mtu mmoja ambaye anapenda sana kuunganisha watu, na hayo matukio yote unayoona hapa ni kwa ajili ya Mheshimiwa Halima, ndio mmeweza kuona mashindano ya magari kwa mara ya kwanza katika mkoa wa Singida. Kwa hiyo mimi pekee nimshukuru sana Mheshimiwa Halima ametusaidia sana sisi pia kuja hapa kutembelea mkoa huu lakini pia kuyaleta haya mashindano katika mkoa wenu wa Singida. Drivers kwa kweli, najua Tanzania tuna madriver wengi sana. <laughs> wengi sana wamepigia. Lakini mtukio niliopata mimi wa karibu ni familia mzee Taylor. Mtakuta hapa kuna baba, mama, watoto, mjukuu, familia yote iko hapa, wao ndio walijitokeza na wa, hawakunipa masharti yoyote wakasema tunakuja na mimi niwashukuru sana wale wamekuja kutuunga mkono sisi, na naundi uzalendo nilivyosema livyosema awali, kwa sababu wengine wanasema tutakuja, wanasahau kwamba ile tukio ni tukio hilo la Meimosi, ni tukio kubwa sana hapa Tanzania kitaifa, liko hapa na sisi pia, au mimi binafsi pia niseme kwangu pia ni fahari, mimi pia nimekuwa ni sehemu ya tukio hilo sana. Familia ya mzee Frank Teller kama mnavyoona hapa kwa moja wao walipokuja hapa na wako pamoja na shughuli inayoendelea hapa sasa, hizi wao ndio walioibeba. Niwashukuru sana wana Singida, kwa kweli nimefurahi sana Singida, kuku wa kienyeji kwa wingi eh, mayai <laughs> maziwa freshi, kwa kweli niseme Singida mko vizuri, na pia na imani kwamba mtashirikiana sana na pamoja na Mheshimiwa Halima Dendego ambaye ni mkuu wa mkoa ambayo mimi nadhani kabisa sasa mkoa wa Singida itaenda kukamata taswira nyingine katika nchi yetu ya Tanzania. Nashukuru wote na shukuru Mheshimiwa Rais, tutapeleka salamu zetu na nyie wote liyokuwa hapa kwa ujumla, viongozi watazamaji wote, bila nyie sisi hatuwezi kuwapicha tukatembeza tu gari hapa, bila nyie hatuwezi kucheza, na kama sema mutaotupa ni fupi salamu zetu lote nawashukuru, hamna kitu zaidi ya kusema asanteni sana, awa ah, yeah. Pamoja taji, nanawambia vijana wale waliokuja kuangalia deta kwenu, kujipanga kukawa hata na gari mbili tatu, ikafunguliwa klabu, ili tukija huku sio kwamba nakuja kama familia, tunakuja kupambana kama Simba na Yanga. Yes tunaenda Tanga, Moshi, Arusha. Na hizi gari chache wenye kwenye 25 na hizo gari zinazokuja zinakuwa ni moto zaidi, upendelea kuwa na club utakuja mbele kila mwanzo inapangiwa kama vile ilikuwa. Asante sana. Mungu awasaidie. ilikuwa ni hii ni ugeni wao. Sisi watu wa Singida tulishafanya drag Drag race. Drag race sisi ni ya kwenye lami sprinti wao ndio wanafanya rafu, ndio maana tukapeana siku. Sisi tumefanya tarehe 28, wao ndio wanafanya tarehe 29. Tunamshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu Singida Halima Dendego kwa kutushika mikono, vijana wajua, hii kitu Singida ilikuwa hakuna, na pia Meimosi pia ilikuwa tunaipata kwa mikoa jirani. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu Halima Dendego kapambana sana, kajitahidi sana kutuletea fursa Singida. Singida tumepata fursa nyingi sana vitu kama drag race hatujawahi kufanya Singida, rally sprint hatujawahi kufanya Singida. Kuna vitu vingi sana ambavyo hatujawahi kufanya Singida, sasa hivi tumevifanya eh. Hey, afu pia sasa hivi mindomino inaendelea pia. Tulikaa na mama tukamwambia tunatengeneza klabu yetu, kwa sababu drag race tayari tumeshaanzisha Singida, rally sprint tayari tumeshaanzisha Singida. Hii sio kwamba ni kitu kinaishia hapa, ni kinakuwa kitu endelevu kwa Singida, kwa tukimaliza hii ya leo pia ndio kisha ikaribisha Meimosi, tutaandika barua kwa mheshimiwa tunasajili klabu kabisa.